Kila mtu anahitaji kuwa mtu mkubwa na kila mtu anahitaji ufalme. Kila mtu anahitaji kufika mbali, lakini kwenye kufika mbali tunahitaji watu ambao watatuamini kuweza kuhakikisha kwamba tunafikia ufalme wetu. Kabla Swahili Family ijaanza, nilikuwa na kaka yangu Kings Sign Art ambaye kaka yangu nilienda kumshirikisha wazo langu ikiwa kwenye makaratasi. Eni imajini mtu ambaye anaamini ndoto yako ikiwa kwenye karatasi, yani unamwambia nitapita hapa, nitapita hapa na mwisho wa siku nitafika hapa, na huyo mtu anakuamini. Utakuwa wachoyo wa fadhila, wachoyo wa shukulani kama tusipowashukuru King Sign Art kwa sapoti ambayo wametupa. Nashukuru sana Bdaza Rasta, mwanzilishi wa King Sign Art lakini pia nashukuru awa, namshukuru Braza Isaki, kwa kiasi kikubwa ameweza kufanikisha hii Swahili Family imefika hapa. Logo hii mnayoiona ya Swahili Family iweza kudisainiwa na Kings Sign, tena bila kumpa hela ya kuanzia, yani alidisaini kwanza then ikafanyafanya kazi nilivyopata pesa nikampa. Lakini pia mabango yetu yote ya SwahiliFamily unayoyaona yameshae kupingiwa mara nyingi sana bila kutoa kiasi chochote binafsi. SwahiliFamily kutimiza miaka ni miwili, ninawashukuru sana Kings Sign Art, wametusaidia sisi kufikia ndoto yetu duniani, brother bro sister Isaki na sister hawa.